Nchi hii haina sheria, haina rais. Na kwa nini rais yuko kimya mpaka sasa hivi? Vifo vyote vinafanywa kwa sababu rais mwenyewe ameridhia navyo, na asingeridhisha visingetokea to, kabisa kabisa kabisa. We are pointing fingers to him. He could have dispensed

fanuzi wakuu wa mikoa kuna ugumu gani? Mawaziri kuna ugumu gani? Hapo nini, kichojificha nini? Kichojificha makamu rais, waziri mkuu, spika bunge, nini kichojificha? Wakuu wa majeshi ya polisi, nini kichojificha hapo? Hivyo nini kichojificha kama watu wanazidi kuuawa, watu wanazidi kutekwa, watu wanazidi kunyang'anywa vitu vyao, wa, wananyanyaswa kwa sura kama hii, kila siku ni vilio, kila siku ni vilio. Hatuoni mtu akiweza kuzungumza wa kuweza kukemea hili jambo, hatuoni. Kusoma katika kitabu cha Methali ile sura ya 31 na mstari wa nane mpaka tisa. Biblia nasema fungua kinywa chako kwa ajili yake aliyebubu, watetee watu wote walionewa, watetee watu wote waliachwa peke yao. Fungua kinywa chako hukumu kwa haki, wapatie maskini na wahitaji haki.